Akitoa shukurani hizo kwa niaba ya wananchi wa Chanika Machi 17, mwaka huu, diwani wa kata hiyo Longino Wiribadi, kupitia hafla ya ufungaji wa kambi ya mafunzo kwa vijana wa UVCCM zaidi ya mia moja kutoka kata hiyo walioshiriki mafunzo ya siku nne, amesema pesa hiyo imetumika kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya wananchi ikiwemo ya afya, elimu, umeme, maji, barabara pamoja na miundombinu mingine. Shule ya Chanika ina vyumba saba, ina watoto elfu moja oja. Mwezi wa saba tunatwanga vyumba viwili. Pamoja na hayo yote nafasi ya hapa inabana, tukasema watu wa Mwiguru tuwaondoe, lakini tusiondoe walimu. Tuliondoa mwalimu mmoja kwa ajili ya kuwalea wale watoto, lakini kwa sasa watu wa Mwiguru kupitia shule shikizi nimepeleka mwalimu

Nakitowanakuitan na kwanza watoto kwa maana no wapunguza waende mligo, watakaobaki walimu kumi hao walioko kuna wa wa wa watatu waanze wa wa nusukwa hawa watoto wafike wa darasa wa la nne wakiwa wanaandika vizuri, wafike darasa la nne wakiwa wanajua kuzidisha, kutoa na kujumlisha, lakini pia wanajua kuhesabu. Mtoto asifike darasa la tano bado anahesabu vidole. Asifike darasa la sita. Yaani ni, ni wachekeshe nilipewa ugeni rasmi sifani. Anachanguliwa mtoto wa darasa la sita anasoma risala na huyo ndiye mzuri aliyechanguliwa. Anasoma. Shimi, ura, mgeni. Atuwa takuunga. Mwishimu wa mgeni rasmi. Mheshimiwa, hayo ha. Kwa hiyo watoto wenu ni kama tumewazaa yananiumba. Kwa hiyo na kwa nini nasema nawaomba tuipende CCM, upande wa elimu hakuna watu wote ambao wajaonja hela ya Mama Samia kupitia kwa mashungwa, hakuna. Chanika hapa hatukuleta vyumba tu mb. tumekipeleka mlingu, lakini sasa hivi vyo vimetitia, wakati mna shida ya kuchangia, nimeshakula hata milioni 10 hapa wananchi wa wa Mbeya hapa Chanika, Omuru Rama shule ilishachakani ya zamani imejengewa udongo, nimeshaanzisha nimeshakula vyumba viwili milioni 50.

Bwana Jonathani Saulo ambaye ni katibu wa UVCCM kata hiyo, amemwomba diwani huyo kuwasaidia vijana na wananchi wa Chanika kupata vitambulisho vya NIDA, ambapo ameeleza kuwa kwa sasa wananchi wanakosa huduma za muhimu ikiwemo mu mikopo kutoka serikalini kutokana na kutokuwa na vitambulisho hivyo. Baadhi ya wanakambi hatuna namba ya NIDA. Mgeni rasmi, suala hili sio, siyo linatukumba sisi wanakambi tu bali bali nina changamoto ya vijana wa kata hii kwa ujumla, maana wengi huwa tunakwama katika mambo mengi, hasa pale tunapokikilia kuvuta ule mkopo wa halmashauri isiyokuwa na riba, wengi tunakwama kwa sababu ya ukosefu wa NIDA nao baadhi ya wa washiriki wa kambi ya mafunzo kwa vijana wa UVCCM kata ya Chanika kwa niaba ya wenzao wakaeleza kuridhishwa na mafunzo waliopewa huku wakiiomba serikali kuwasaidia wananchi wa kata hiyo kupata umeme na maji kambi la mafunzo ya Green Guard yaani itifaki. Mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa kambi. Napenda nitoa shukrani zangu kwa vijana ambao nimeshiriki nao katika kambi la Chanika. Tumeshirikiana vizuri, tumemaliza salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Pia natoa shukrani kwa Mheshimiwa Diwani ambaye ametuwezesha kwa mambo mbalimbali ikiwemo mbali, chakula na vinywaji pia. Majina yangu naitwa Mganyizi Tonaka Nisauro. Katibu kwa vijana kata ya Chanika, Joseph CCM. Tulikuwa katika kambi ya <mikti> itifaki ni la vijana ambalo lilianza tarehe 14 mwezi wa tatu 3 2025. Mambo mengi ambayo tumeweza kujifunza, ambapo yakiwemo mafunzo ya itifaki, mafunzo ya itikadi, lakini pia na mafunzo juu ya ku jinsi ya kuandaa miitasari. Hivyo kwa kweli tunashukuru kwa kuweza kupata mafunzo haya. Nafikiri sisi vijana tumekomaa kisiasa, lakini pia tutaweza na sisi hapo mbeleni yawezekana tukawa viongozi wakubwa kama vile madiwani au wabunge. Na saidi saidi, tumshukuru sana mheshimiwa diwani wetu Longino Willbard ambaye ametuwezesha sana katika masuala ya chakula na kuna, kwa kweli ameweza kujitoa tukaishi vizuri katika kambi hii. Naye ndugu Alexus Silvesta ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM wilaya Karagwe, wakati wa hafla hiyo akawapongeza vijana wote walioshiriki kambi hiyo na kuwataka kutumia vyema elimu walioipata, na akaeleza kufurahishwa na ushirikiano uliopo katika chama kuanzia ngazi ya taifa, wilaya mpaka kata. Viva vijana viva, viva, Samia, Samia viva, viva, viva Bashungwa, Bashungwa viva Willbard Longino viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Diwani wetu oye, mgeni rasmi oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutangua itifaki yote kwa sababu ya muda, lakini pia nitambue uwepo wa watu wote wanaosikia wo sauti hizi wakiwa katika viwanja hivi ama wanaotusikia katika maeneo yao. M, mheshimiwa mgeni rasmi, mimi mi... kwako ni shukrani na jambo moja. Tunakushukuru kwa vile ulivyoifanya Chanika kuendelea kuwa ya kijani. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Ukiona mara nyingi nyuki wanazengea zengea maeneo walishauona, wana mzinga, wanataka kutengeneza asali sisi umoja wa vijana kuzengea zengea sana Chanika ni kwa sababu tunaye diwani anayesimama na vijana. Mpige ni makofi mengi sana mheshimiwa Longino, ni diwani anayesimama na vijana kwa kila jambo. Wakati unakuja hapo kuandikisha daftari la la wakazi ambalo inatumika kwa wakati wa serikali za mitaa, tulipokaa kamati ya utekelezaji wa wilaya Tuliposema tunakwenda Chanika, Chanika wote waliunga mkono. Ni kwa nini wanaunga mkono Chanika? Sisi kama vijana ni nyuki, tumeshauona mzinga, lazima tuje kutengeneza asali. Pigeni makofi mengi sana. Jambo langu la mwisho, mgeni rasmi, katika shughulini Chanika umeifanya inaendelea kuwa moja, Chanika umeifanya imekuwa na maendeleo, lakini mimi binafsi inaliona jambo moja, moja kubwa ulilo lilileta uli Chanika ambalo ni jambo la upendo. Nikiripoti kutoka Chanika wilaya Karagwe mimi ni David Jofle wa Karagwe Media.